yangu akakuja hospitalini kama nilimpiga simu. niliandikiwa dawa nyingine lakini hela ni niliishio, naye ni nomanyokoagoimangima tutu wetu tulijaribu kutafuta hospitalini mgori mzima wayudie kata mano yath moro manyalo dok chien kama tunaweza kupata dawa ambayo imepungua bei kidogo kidogoih sababu ni ilikuwa madawa ambayo yana magarama madumu ma wadok mana kama chielo tulijaribu hadi tukarudi mahali pengine wayudo kaetogoran nyathiwa kao kata ma daladet kata mar jumachiel tukamwambia kwamba jaribu wiki chukua hata ya siku tatu ama wiki moja, chak imany kendo kendo kakod imiye ma chakimanyman jaribu kutafuta kama bado napolaidingamanet ginn imiyo yat kawuono ingiewo yat magituogo nyabe gikuowe Lea, maangyo, ni mtu ambaye tungeweza kumnunulia dawa na ile bado inatumika kama, no. Tukajaribu, nikimaliza wiki mbili nikaona kama ameanza kuendelea vyama kidogo, nikakaa chini na daktari mkubwa ambaye alikuwa na mtibu daktari. Daktari alijaribu kaniambia mama kenye tunatibu hapa, nami sijui, nataka yala ambayo mebaki tuongeze na Mungu, sababu nisha jaribu yala mbayo nigeweza, lakini sasa sioni. Akarejeshwa pale kwa kumpima kichwa mara ya pili, wakatoa kichwa, wakatoa damu pamoja na yale ya ukojo na ile kubwa kanaambia kuna cha kufanya sasa, nikarudi nyumbani nikatoa babake e, ena ukaleta ule mtoto tumweke kwa maombi daktari. Daktari daktari. Daktari. Daktari. Wakati ananiambia daktari, kuna habo, kunaye mtoto adangu ambaye alikuja kunitembelea, alikuwa akisikia vile daktari anaongea Lemo, okay. Nenyar akaniambia mamake Omondi kunaye waombaji ambao wanaomba, niliona wakamwombea mtoto akapona. Sasa kulingana na ule ambaye anataji lazima atafute ha, ilikuja Jumatano. Kele, Jumatano. Jangwena, hapa Jumatano akaletwa Jumatano, Alhamisi nikakuwa hapa siku ya Jumaa akageuka tena nikimpiga yule mtoto kwamba wale Kaya, waombaji wamekuja ndio washakuja, uje tu kwa sasa. Nikachukua mtoto hapa nikielekea pale, awenda naweza kisha nikarudi na mtoto. Sikurudi naye nik nikamwacha pale kwa dadangu, akaniambia bado anaenda kumwombea tena. Asubuhi nikaelekea kanisani, niende niite pasta ma, nikatafuta mkutano niletewe hapa nyumbani, ikishindikana, nimwache kwa mkono ya Mungu. Ikifika siku ya Jumapili, nikienda kanisani, nambiwa na na kwamba mtoto amezidiwa na ugonjwa

"A mama niko sawa." nami pia nikarudi nyumbani siku ya Jumapili, nikatafuta gari nikitoka male wa alikuwa na umpero nikitoka male wa alikuwa na umpero, nilidhani kwamba ameshiwa na maji nikakimbia pale kwa Rapcom. Nikifika kwa Rapcom, hakumaliza dakika thelathini. Ni mtu ambaye ni shahada, siwezi nikafanya shida yake sana hiyo vile alikuwa akigojeka, lakini ile ya kubwa